Ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 Mkoa wa Kusini Unguja. Chama Cha Mapinduzi CCM, kupitia ilani yake ya mwaka 2025-2030 kimeahidi kukamilisha viwanja vya michezo kwa mkoa na wilaya za Kusini Unguja, kujenga na kukarabati miundombinu ya michezo na burudani ikiwemo vituo vya michezo na vituo vya utamaduni vitakavyokidhi hadhi ya kitaifa na kimataifa kwa wilaya. Faida zinazopatikana kutokana na kukamilika kwa miundombinu hiyo ni pamoja na kuimarisha michezo na vipaji vya vijana katika ngazi ya wilaya na mikoa. Kukuza mshikamano wa kijamii kupitia mashindano na matukio ya michezo. Kuibua na kukuza vipaji vitakavyoshiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa, lakini pia kutoa fursa za ajira na biashara ndogo ndogo kupitia matukio ya michezo. Oktoba.